Kuna tofauti ya mpokeaji na mtumiaji. Mimi simletei mchungaji sadaka, namletea Mungu. Mpokeaji ni Mungu, mtumiaji ni hao tunaowaona. Mimi nagombanaje na mtumiaji wakati sijamletea mtumiaji, nimemletea mpokeaji? No, najitengenezea madhara ambayo hayanihusu. Ndio maana wana wa Eli walikuwa wanatumia sadaka vibaya, wapi wananunua nazo, wanawake wanahonga, wanafanya uchafu wote. Huoni mahali Israeli waliacha kutumia kuleta sadaka? Waliendelea kuleta, alafu Mungu ambaye ndiye mpokea sadaka ndio alianza ugomvi na nyumba ya Eli, sio Israeli. Huoni mahali Israeli wanagombana na nyumba ya Eli kabisa? Ukijua hivi, utajiepusha vitu vingine, kuepa mauti zisizo za lazima. Mwambie mwenzako, punguza kierere, huju unajua Yani ta, sadaka zetu zinatumika, yani zenu, umeshazilenda kwa Mungu. Mkielewa haya, kuna vitu tutajiepusha. Kama unamtumikia Mungu, mtumikie Mungu, achana na vitu vingine, kwa sababu we miss blessing, tunakosa baraka kwa sababu kuna vitu tunachokonoa, tunapambana navyo.